Bwana mmoja kati ya waombolezaji ambao wamefika kwenye swala zima la msiba ama zoezi zima la kuweza kumpumzisha mama yetu kwa maana kwamba mmoja amenimama wa Meja Kunta ni meneja wa Waso, tuzungumze naye atuambie vile ambavyo ameweza kupokea msiba huu na kwa upande wake kama meneja taratibu za mazishi zipoje? Meneja anakwaje? Oh anakwaje? Ah fresh fresh. Bwana ni wapi pole kwa hiki ambacho kimetokea? Asante, asante sana. Natamani nifahamu kwamba wewe binafsi kama meneja kwa upande wako taarifa hizi ulitumiwa na nani ama ulizipokea je? taarifa hizi Meja mimi ni mtu wa kwanza kunipigia kunipa hizi taarifa. Baada ya hapo, tukaorganize kama uongozi wa Makers Gang tukafanya vikao asubuhi. Baada ya hapo, tukaorganize ujue mama anafikaje Dar es Salaam. Cha msingi saizi ndo yupo tunamsubiria mama aweza kufikia, kwa sababu kafia mkoani, eh, kafia Lindi Navile ambavyo umefahamu ama umeambiwa, kipi ambacho kipelekea kifu chake ni, ni ugonjwa tu, kikubwa ni ugonjwa ah, muda tutapita. Tutapita. Hey, sawa Waso, umekuwa ni meneja wa mziki wa sngiumona wa wengimziasgi hmm, na mpaka muda wasanii ni, pekee ni ambao naweza kusema hivyo Amena, voice, ambaye ni divoisi ambaye naye yupo enye na casingili kama alivyokuwa Meja Kunta. Swali so, ni kwamba vipi waa wa wasanii wengine, kuna disain fulani au imegawanyika au imekuja, kwa nini msanii wa singeli amempembelea? Watakuja, watakuja, watakuja mali Mario atakuja e, kwa sababu ni asubuhi alfajiri, alafu watu wengi wanakuwa wamelala lakini sim, sim, sim tunapokea ni nyingi. Kesho watu wengi watakuja, na baadaye watu wengi watakuja wakila, watakuja kina Mario, wakina mabantu wote watakuwepo, wasanii wote kina Zai Zai pia akasema kesho watakuwepo, maana yake watu wengi watakuwepo. Eh, swala mazishi na chote ambacho nafahamu ni wapi na muda gani. Kesho nahisi ni saa saba, lakini bado tutakaa kikao tena ndio tutajua. Lakini bado tutakaa kikao tena ndio tutajua, lakini ni kesho mchana. Yani hapa tunasubiria mwili tu tupokee kwanza, yeah. Shukrani sana. Asante sana.